Tetesi zinaeleza kuwa magari hayo yamechukuliwa na baadhi ya watu wanadai, huenda hatua hiyo ilifanywa kwa makusudi na mwenye magari husika. Lakini je, nini hasa kinaendelea nyuma ya pazia? Je, mmiliki halisi ameamua kuchukua mali yake? Baadhi ya taarifa zisizothibitishwa zinadai kuwa magari hayo hayakuwa ya chini ya umiliki wa moja kwa moja wa Chief Godlove, bali yalikuwa akimilikiwa na mtu au taasisi nyingine. Wanaosema hivi wanaamini kuwa kulikuwa na makubaliano ya nyuma ya pazia. Makubaliano hayo huenda yalivunjika, hatua ya kuchukua magari ilikuwa ni ya kimakusudi. Tetesi nyingine nzito zinaeleza kuwa huenda kulikuwepo na mkataba wa matumizi au makubaliano ya kibiashara ambayo hayakuwa wazi kwa umma. Maswali yanayoulizwa: je, mkataba ulikuwa wa maandishi au wa makubaliano ya maneno? Je, masharti yalikiukwa? Au nani alikiuka makubaliano? Tetesi ya tatu, wapo wanaodai kuwa kuchukuliwa kwa magari ni ishara tu ya mgogoro mkubwa zaidi ambao bado haujawekwa wazi hadharani. Baadhi wanaamini kuna mvutano wa kimaslahi, kuna masuala ya kifedha yanayoendelea, au kuna nguvu kubwa zisizoonekana zinahusika. Kitaalamu, ni muhimu kuelewa kuwa katika dunia ya ushawishi wa mitandao ya kijamii, mara nyingi hutumika kama sehemu ya mikataba ya matangazo promotion au makubaliano ya kibiashara. Mwisho wa makubaliano au kuvunjika kwake kunaweza kusababisha hatua kama hizi bila kumaanisha uhasama wa wazi. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa kuthibitisha au kukanusha tetesi hizi, hivyo taarifa hizi zinabaki kuwa ni tetesi zinazoendelea kujadiliwa mitandaoni. Swali kubwa linabaki: je, haya ni masuala ya kawaida ya kibiashara au kuna ukweli mzito zaidi ambao bado haujawekwa wazi? Tunazidi kufuatilia, baki na sisi. Unadhani ni nini kinaendelea nyuma ya pazia? Andika maoni yako kwenye comments. Lakini kwa upande wa pili tunaangalia swali gumu zaidi: nani ananufaika na kilichotokea? Katika dunia ya influencers, mara nyingi mali huonekana hadharani kama ishara ya mafanikio, lakini kiuhalisia huwa ni sehemu ya makubaliano ya kibiashara. Mkataba unapokoma mali hurudishwa, hatua ya kuonekana ya ghafla kwa mashabiki, lakini kiutaratibu huwa ni halali. Swali la kujiuliza: je, hili ni tukio la kawaida la mwisho wa makubaliano? Wapo wanaodai kuchukuliwa kwa magari kulikuwa ni ujumbe usiosemwa moja kwa moja. Tetesi zinaeleza kuwa huenda kulikuwa na kutokuelewana, na hatua hiyo ilikuwa ishara ya kuvunja ushirikiano, au ni onyo. Kwa upande mwingine, haya yanabaki kuwa maoni ya watu mitandaoni. Mkakati wa kujilinda. Baadhi ya wachambuzi wanaamini ilikuwa ni hatua ya kujilinda kibiashara. Influencers akikuwa haraka, mzunguko wa watu hubadilika, mali inaweza kurejeshwa ili kuepuka migogoro ya baadaye. Hatua ya mapema huokoa hasara kubwa. Katika zama za mitandao ya kijamii, kila tukio linaweza kutafsiriwa kwa njia nyingi kimya kinaweza kuwa mkakati. Kutozungumza kunaweza kupunguza moto, au kuna kitu kinachosubiriwa. Rasmi, hadi sasa hakuna upande uliotoa tamko rasmi linaloelezwa kwa kina kilichotokea. Hivyo mijadala yote inaendelea kubaki katika ngazi ya uchambuzi na tetesi za mitandaoni. Wakati watu wakijadili magari, huenda kinachotokea ni zaidi ya magari. Ni somo kuhusu mikataba, umaarufu na nguvu zisizoonekana nyuma ya pazia. Kwa mtazamo wako, je, hii ni biashara ya kawaida au kuna ujumbe mzito zaidi? Unaweza kutoa maoni yako. Baada ya tetesi nzito, swali kubwa hubaki si kilichotokea tu, bali athari zake. Leo tunaangalia jinsi mijadala hii inaweza kuathiri jina, ushawishi na mustakabali wa Chief Godlove. Athari kwa public image katika mitandao ya kijamii, kimya kina tafsiri nyingi. Kimya kinaweza kuonekana kama busara au kinaweza kuzalisha tafsiri zisizo rasmi. Udhibiti wa simulizi unakuwa muhimu. Mahusiano ya kibiashara brand partners hutazama uthabiti na uwazi. Tetesi zikikaa muda mrefu, brands huomba ufafanuzi. Makubaliano mapya hutegemea imani. Mawasiliano sahihi hupunguza taharuki. Mashabiki ni nguzo ya influencers. Wengine hutaka majibu ya haraka, wengine huunga mkono bila masharti. Usimamizi wa community huamua mwelekeo. Kitaalamu, kuna njia tatu hutumika: moja, tamko fupi la heshima na pili, kusubiri muda sahihi, na tatu, kuendelea na kazi bila kulisha tetesi. Kwa uzoefu wa tasnia, tetesi hupita, lakini mkakati mzuri hubaki. Anaweza kurejea na maudhui mapya, kurekebisha taswira ya umma, kuimarisha mikataba ya mbele. Mwisho wa siku, hii si hadithi ya magari pekee, ni hadithi ya jinsi umaarufu unavyopimwa wakati wa mitihani. Swali moja, je, hatua zitakazofuata zitajenga ama zitavunja? Kwa mtazamo wako, njia ipi ni sahihi zaidi? Tamko, kimya, au kuendelea na kazi? Unaweza kutoa maoni yako. OMG, ulikuwa na mimi, the great Kanabino Hyper. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli yetu. Hii ni african genius.